Karibu Juice African Story. Kuna siku katika maisha ya mtu ambayo hayaandikwi kwenye vyeti, lakini huandikwa moyoni milele. Siku ambayo mtoto anaacha kuwa mtoto, siku ambayo ndoto zinaanza kupimwa kwa pesa na matumaini yanapigana na uhalisia wa maisha. Leo hatuzungumzii wimbo tu, leo tunazungumzia maisha Mbosso kupitia wimbo wake wa darasa la saba ametufungulia mlango wa simulizi nzito ambayo watoto wengi wa Afrika wameipitia lakini hawajawahi kupewa sauti. Hii ni hadithi ya umaskini, machozi, ndoto zilizokufa mapema na matumaini yaliyokataa kufa. Kuna mapenzi ambayo hayakufa kwa sababu ya kukosa uaminifu, yalikufa kwa sababu ya umaskini. Kuna watu walipendana kwa dhati, lakini dunia ikawapima kwa vyeti, sio kwa mioyo. Hii ni hadithi ya Mbosso, au pengine ni hadithi ya vijana wengi ambao walibaki darasa la saba, wakapoteza elimu, wakapoteza mapenzi na karibu wakapoteza maisha yao. Hadithi inaanzia, Mbosso alipata mapenzi yake ya kwanza akiwa bado kijana. Walipendana kwa moyo safi, hakukuwa na pesa, hakukuwa na anasa, kulikuwa na ndoto tu. Walikaa darasa moja, walitoka mtaa mmoja, walijua hali ya kila mmoja. Msichana alikuwa na ndoto kubwa, nitasoma nitafanikiwa. Mbosso naye alikuwa na ndoto moja kubwa, nitakuwa mtu wa maana, nitakupenda hadi mwisho. Pia hata ndoto ya udaktari ilikufa. Darasa la saba ilipofika, maisha yakageuka. Msichana alichaguliwa kuendelea na sekondari, familia yake ikajitahidi. Kwa Mboso hakukuwa na ada, hakukuwa na msaada, hakukuwa na mtu wa kumuuliza unaendeleaje. Alibaki nyuma, alimwona mpenzi wake akivaa sare mpya, akiondoka kwenda maisha mapya. Umbali na kupotea kwa mapenzi, mawasiliano yakapungua, hisia ya zikaanza kupoa, maisha mapya yakamvuta msichana. Mboso alibaki akifanya vibarua akimkumbuka kila siku, akijilaumu kwa kutoendelea na shule. Mpaka siku moja simu ikazimwa kabisa. Hakujua yupo wapi, hakujua anaishi wapi, alijua tu amempoteza. Safari ya kumtafuta. Miaka ikapita, kijana akaanza safari ya kumtafuta yule aliyempenda akaingaika mitaa hadi mitaa, mkoa hadi mkoa. Kila mtu alimuuliza, alimjibu huyo binti aliondoka zamani. Siku moja akiwa amechoka na kukata tamaa, akamkuta muzagenge pembeni ya barabara, akamwonyesha ile picha ya zamani. Muza genge akaitazama picha kwa makini, akanyamaza kidogo, alafu akasema kwa sauti ya chini, huyo naamini namjua, kuna mahali anaishi. Moyo wa kijana ukadunda kwa kasi. Hatimaye akaonyeshwa njia akaelekezwa nyumba moja ya mbali, tulivu, isiyo na kelele. Hodi ya mauti. Ilipofika jioni, kijana akasimama mbele ya mlango ule, mikono ikatetemeka, moyo ukapiga kama ngoma, akapiga hodi. Ghafla risasi! Kijana akashtuka. Mlango ukafunguliwa kwa nguvu. Ndani mwanamke amelala chini, damu ikimtoka. Akasogea polepole pole, akamtazama uso wake. Je, ni yeye yule aliye kwenye picha? Lakini alikuwa siye, kesi isiyokuwa yake. Kabla hata hajapiga kelele, polisi wakafika. Majirani tayari walikuwa wamepiga simu. Bunduki haikuwa yake, lakini shida ni moja: alikuwapo eneo la tukio. Hakukuwa na mashahidi wa kumwokoa, hakukuwa na mtu wa kumtetea, na yeye mwenyewe alikuwa maskini, hana wakili, hana sauti. Akasingiziwa mauaji, mahakama ikamuhukumu, ndoto zikafa, upendo ukazikwa, akaenda jela. Maisha gerezani. Kule jela, kijana akawa mfungwa wa hatima isiyo yake kila usiku akiiwaza ile hodi, kila asubuhi akijiuliza, kama ningefika mapema, kama nisingepiga hodi. Miaka ikapita, ujana ukaisha gerezani. Msamaha wa rais. Siku moja jina lake likatajwa kwenye orodha ya waliopata msamaha wa rais. Hakutegemea, hakusikia, lakini ni kweli. Akatoka gerezani akiwa hana mtu, hana upendo, hana maisha ya zamani, lakini ana kitu kimoja Hadithi ya kuumiza dunia. Baada ya kutoka gerezani kwa msamaha wa rais, kijana hakuanza maisha mapya mara moja. Alianza kwa kumbukumbu -kumbu. Kila alipopita mtaa, macho yake yalitafuta uso ule ule uliokuwa ameuhifadhi moyoni kwa miaka mingi. Ingawa aliyemuona siku ile ya mwisho alikuta amechelewa, moyo wake hakukubali kuacha kutafuta ukweli na hapo simulizi inafika mwisho, lakini ujumbe wake unaanza safari mpya moyoni mwa kila anayesikiliza. Hadithi ya kijana wa darasa la saba inatukumbusha kuwa maisha hayapimi kwa vyeti, hayahukumiwi na makosa ya jana, wala hayanyamaziwi na mapenzi yaliyopotea. Wapo vijana wengi leo wanaochekwa wanaonyeshwa kidole wanaambiwa hawafai kwa sababu hawakufika mbali shuleni, lakini ukweli ni mmoja tu: darasa la saba sio mwisho wa ndoto, ni mwanzo wa mapambano. Kijana huyu alipoteza mapenzi, akapoteza uhuru, akapoteza miaka ya ujana wake gerezani, lakini hakupoteza utu wake. Alisimama tena, akaanza upya, akageuka kuwa sauti ya wale wote waliokataliwa na mfumo na labda kama unatazama hii video na unaona maisha yamekuzidi, kama uliishia darasa la saba au kama ndoto zako zimechelewa, basi hii ni hadithi yako. Usikate tamaa, usijione mdogo, usijilaumu milele, kwa sababu wakati mwingine maisha hayakuchelewesha, yalikuwa yanakuandaa. Kama umeipenda simulizi hii, bonyeza like, subscribe na share ili ujumbe huu uwafikie vijana wengi zaidi. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Like now, tukutana kwenye stories zingine zinazokuja. Of course, nitakuwa nakuletea story nyingi zaidi. Like now, bye bye.